Msafara kutoka Kanisa Anglikana Tanzania ACT dayosisi za Tanga na Morogoro, Jumapili Juni 29 mwaka 2025, ulihitimisha ziara ya injili katika dayosisi ya ACK Mbeere kwa kushiriki baada ya maadhimisho ya miaka 28 tangu dayosisi ya Mbeere ilipoanzishwa mwaka 1997. Ibada hiyo ilifanyika katika Kanisa Kuu ACK St Peter's Cathedral ya Siakago na kuongozwa na Askofu Profesa Moses Masamba Nthukah Dean ya ACK na askofu wa dayosisi ya Mbeere akisaidiwa na John Kimani Nthiga askofu msaidizi. Akizungumza katika ibada hiyo askofu profesa Moses Masamba Nthuka alisema katika kipindi cha miaka 28 ya utumishi, dayosisi inajivunia kupiga hatua kubwa za maendeleo ikiwemo kufungua miradi gauchumi, sonte, kutakia, na vitega uchumi ili dayosisi iweze kujitegemea. Tunaomba sote tuweze kuusaidiana na tushukuru kata uchache sana kate wakati alimaliza matoleo yao Akiitoa salamu kwa niaba ya askofu Godfrey Sehaba wa dayosisi ya Morogoro ACT, vika jeneral wa dayosisi hiyo Canon Wilson Mafumbi alisema, dayosisi ya Morogoro inapongeza hatua kubwa ya mafanikio ya dayosisi ya Mbeere na kuahidi kuendeleza urafiki uliopo kati ya dayosisi hizi mbili, yani dayosisi ya Morogoro na Mbeere. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutimiza miaka 28 ya huduma ya kiaskofu na uwepo wa dayosisi ya Mbeere. Hii ni alama ya uaminifu wa Mungu na bidii ya kazi yenu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tumekuwa tukijifunza mambo mengi kupitia dayosisi ya Mbeere katika kutembelea parokia mbalimbali na makao makuu ya dayosisi na pia kutokana na mfano wa uongozi mzuri wa dayosisi tangu enzi ya baba Askofu Gideon Ireni Gerson hadi sasa dayosisi ya Mbeere ikiwa katika uongozi wa baba Askofu Profesa Moses Masamba Nthukah. Samueli Kamote Shemasi kutoka dayosisi ya Tanga ACT alitoa salamu kwa niaba ya askofu wa dayosisi hiyo na Askofu Mkuu wa Kanisa Anglikana Tanzania Maimbo Mndolwa akisema, Tanga inatambua kazi kubwa ya injili iliyofanywa na dayosisi ya Mbeere katika kipindi chote cha miaka 28 tangu ilipoanzishwa mwaka 1997 wa dayosisi ya Tanga ambaye ndiye askofu mkuu wa Kanisa Anglikana Tanzania the most reverend, <laughs> the most reverend Dr. Maimbo William Fabian Mndolwa amesema ame kukupelekea salamu na anakuombea katika ibada hii ya anniversary miaka 28. Lakini kwa niaba ya kina mama hawa pia niseme machache kwamba tumepokelewa vizuri, tumefarijika sana. Mara baada ya ibada hiyo, Askofu Profesa Masamba na Askofu Dkt. Kimani waliongoza wageni hao kutembelea jengo la kitega uchumi ACK Centenary DoM Plaza na supermarket ya Naivas Embu Town mali ya Dayosisi ya Mbeere na kufanya maombi ya pamoja

Wageni hao walirejea Ofisi Kuu Siakago na kukata keki ishara ya urafiki, kisha kupata chakula cha pamoja kabla ya kuanza safari kurejea tena nchini Tanzania baada ya kukamilisha ziara ya huduma iliyoanza tarehe 26 hadi 29 Juni mwaka 2025 katika ACK Diocese ya Mbeere. Ni kiarifu kutoka hapa ACK Diocese ya Mbeere, jina langu naitwa Michael Woga.